Saba. Yeah, saba. Kigoma, Kigoma unajua mii nikikuwa nikwa stai kuja Kigoma hey. Yeah. mpaka baya anniversary yangu nyingine ya yeah. Yeah, miaka yangu kadhaa ya mziki yeah. lakini kuna kampeni, Babalevo naachaje kuja Kigoma, nacha vipi yaani, nashindwaje yeah, yeah. E, na kutokuja Kigoma, yaani hebu vavy hatu vangu nawezaje kuta kuja Kigoma wakati Babalevo ndio anagombea mbunge, mgombea yani, naacha vipi kuja ah. Kwa kweli jo, nisaidie ndugu yangu, vita ni kubwa na bigi. Katika kitu ambacho kinaniumiza sasa hivi <yel> ni kwamba kila mtu anataka kuja Kigoma. Kwa hiyo tutakuwa na watu ambao wanakuwa na <yel> kusindikiza

Ukitoka utue Bangwe, ukitoka utue Mzebazeba, ukitoka utue, utue Katubuka, yani kata zote zile kubwa, alafu mwisho unaenda kutua pale mwanga community center. Biashara imekwisha. Tunakutora Kawawa tarehe ishirini na saba Lukuga tarehe ishirini na saba Kigoma Wajua mimi ni kwa sai kuja Kigoma yeah, mpaka baada ya nivesari yangu nyingine ya miaka yangu kadhaa ya mziki yeah. Lakini kuna kampeni, Babalevo, naachaje kuja Kigoma yani? Naacha vipi, yeah, yani nashindwaje kuto kuja Kigoma yani? Emuvavya ya vangu nawezaje kuto kuja Kigoma wakati Mimu, Babalevo ndio anagombea mbunge mgombea yani, <laughs> naacha vipi kuja jo, nisaidie ndugu, vita ni kubwa kwaapo. Na hiki katika kitu ambacho kinaniumiza sasa hivi yeah, ni kwamba kila mtu anataka kuja Kigoma, kwa hiyo tutakuwa na watu ambao unakua <laughs> na kusindikiza

Ukitoka, yimu utue yimu bangwe, yimu. Ukitoka utue bangwe, ukitoka utue mzeba zeba, ukitoka utue katubuka yani kata zote zile kubwa, alafu mwisho unaenda kutua pale Mwanga Community Center. Biashara imekwisha. Tuna kutana Kawawa tarehe ishirini yeah? yeah. yeah. <laughs> <laughs> <siasoma> na saba <laughs> <laughs> uh, thank you